Leke tabasamu kwa Tanzania. Naibu Waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya, ambaye ni Mbunge wa Jimbo la Busanda liloko mkoani Geita, Dkt. Jafari Rajabu Seifu ametoa wito wa watumishi wa afya kote nchini kuhakikisha wanatumia lugha ya upole, staha na tabasamu wanapotoa huduma kwa wagonjwa wanaofika vituo vya afya na zahanati za serikali. Dkt. Jafari ametoa wito huo wakati wa ziara ya kushtukiza aliyoifanya katika kituo cha afya Nyarugusu kilichopo katika kata ya Nyarugusu Jimbo la Busanda, wilayani Geita, mkoani Geita. Leo tumefanya ziara ya kushtukiza katika kituo chetu cha afya Nyarugusu, kituo ambacho kwa kweli ni kiuhalisia kinahudumia maeneo mengi, kata nyingi, zina vifaa, wagonjwa hapa na idadi ya madaktari wetu 23 pamoja na wataalamu wale wengine wa kisekta ambapo wapo jumla kama 32. Kwa hiyo ni nimpongeze daktari na wataalamu wote wanaotoa huduma hapa na manesi wetu, tunafanya kazi ile ile ambayo Dr Samia Suluhu Hassan ametuasa kwamba tuhakikishe tunapeleka tabasamu kwa Watanzania kwa sababu huduma hizi ni kwa ajili ya Watanzania kwa ajili ya kina mama na baba wagonjwa wetu wanaokuja kujifungua hapa na dada zetu Uh, nitoe wito kwa wataalamu wengine maeneo yote waweze kusimamia miradi hii, waweze kusimamia kutoa huduma. Pia nikiwa na mheshimiwa diwani hapa hii Nyarugusu, wa kata uh, hii hii ya Nyarugusu mheshimiwa Samata, ameahidi ushirikiano wa dhati ili kuweza kusimamia miundombinu hii. Sehemu yenye mapungufu, tutakaa chini kuangalia namna gani naweza tukaboresha kwa sababu kituo kinazidiwa sasa, kinazidiwa kwa maana ya kwamba kinahudumia eneo kubwa, kinafanya coverage ya eneo kubwa sana. Baada ya hapa ni lifo lokwenda moja kwa moja wilayani. Nakushukuru sana salamu, na nitaendelea kufanya hivyo. Fikishe salamu madaktari na wataalamu na manesi wote, hakikisheni nyinyi wenyewe kwanza mnaanza kwa utabasamu, mnafurahia kazi yenu, alafu pili, mpeleke tabasamu kwa Watanzania kwa sababu ndo wito wa Dr. Samia Suluhu Hassan, lazima tuhakikishe wananchi wetu tunatoa huduma, pia zile kauli ngumu ngumu eh, kutoa kwa watu wetu, hata kama una stress zako kidogo zipungue zile kauli Eh, kwa sababu wao wanakuja kuijia huduma hapa, wako na stress, kwa hiyo lazima wewe unabafa unapokea, na unatoa ushauri mzuri kwa ajili ya huduma za. Kwa upande wake, Kaimu Mganga Mfawidhi wa kituo hicho Fredi Feliasian amesema kuwa wamefurahishwa na ziara ya Naibu Waziri, kwani kituo hicho kinahudumia wananchi wengi na kinahitaji maboresho makubwa ili kuendelea kutoa huduma kwa ubora kwa jamii. Nimepokea asubuhi kwa wageni wa, wa, geni wa kushtukiza, naibu waziri. Tumetembea ku, kuona huduma zinavyotolewa na vitengo vyote, nimemtembeza ametaka kujua idadi ya watumishi, changamoto wanazozipata zote, amezielewa ameziona. Akiwa na mheshimiwa diwani, wameahidi baadhi ya changamoto ambazo ni ndogo ndogo hizi zilizokuwa nazo watatusaidia hivi karibuni, tuta huduma iendelee, wananchi waendelee kupata huduma kama kawaida. Mimi nawakaribisha tena, karibuni uhusu naendelea hivyo japo kwa tunazidiwa kwa, kwa, eneo tunalo recapture tunazidiwa, lakini tunajitahidi hivyo. Jina langu Filimoni Mawazo, na hii ni COK TV.